Kiboko TV. Moja. Na maeneo mengine mbalimbali tumeshuhudia kupotea kwa makamanda wetu e, kina Ben Sanane e, Mdude Nyagali, Dionizi Kipanya, Deus, De, Deus Dedit Soka na wengine wengi kwa mamia kwa mamia ambao hadi leo hawajulikani wako wapi. Tumekumbana na dhuluma za kisheria, kesi za uongo na matumizi ya vyombo vya dola kwa silaha eh, kama silaha eh, ya, ya, ya kisiasa. Tumeshuhudia watu kubambikiwa kesi za uhaini za uongo kabisa. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lisu eh, yuko mahabusu hadi hivi sasa eh, katika kesi ambayo sisi na Watanzania wengine wote tunasema kabisa kwa, kwa ujasiri. Lisu sio muhaini, Lisu sio mwongo na yupo kwenye mikono ya mi, mi, mi, mikono ya watawala kwa kesi ambayo haina uhalali wowote lakini, pamoja na risasi, utekaji, vifungo na vitisho, Chadema haijafa, badala yake imezidi kuimarika. Ni kwa nini? Kwa sababu Chadema ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema tutashinda. Hakuna marefu yasiyo na ncha, kwa hivyo iko siku tutashinda. Hivyo ndugu wa Tanzania wenzangu, nilete kwenu ratiba ya wiki ya maadhimisho ambayo tutaiadhimisha kama chama na tunatamani tuungane na Watanzania wote kuanzia tarehe kumi na tano mwezi huu, yani leo, mpaka kilele chake tarehe ishirini na moja Januari mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na sita. Kwa katika kipindi hiki cha siku saba za wiki Chadema kitaendesha shughuli mbalimbali eh, nitazitaja baadhi nchi nzima ikiwemo kuwatembelea na kuwafariji wahanga wa ukatili wa kutisha wa, wa, wa, wa, wa tukio lililotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 na kuendelea. Pili, kuwatembelea magerezani wafungwa wa kisiasa wanaoshikiliwa na serikali eh, hii batili kabisa kwa makosa ya uongo. Eh, kuwatembelea waasisi eh, wa eh, chama chetu kama ishara ya heshima, shukurani na kujifunza busara za waanzilishi E, wa harakati hizi za siasa za mageuzi e, nchini, e, kutembelea makaburi ya mashujaa na makamanda wetu, kuthibitisha kuwa damu yao ambayo ilimwagika haikumwagika bure, bali ilikuwa ni wino wa kuandika historia ya mapambano yatakayorejesha utawala wa haki, utawala wa Mungu katika taifa hili. Aidha, tutaendesha mabaraza ya, kidi, ya kidigitali, space live stream, na mijadala ya moto mitandaoni kila siku kila siku kwa ajili ya vijana na Watanzania wote ili kujadili mustakabali wa nchi, demokrasia na hitaji la nchi la kuwa na chaguzi huru za haki na zilizo wazi. Tutaandaa mabonanza ya michezo soka. Tutashuhudia mashindano mbalimbali mbali ya soka e, ya vijana wakicheza waki, e, na, na, na wazee. Na kwenye hili niweke wazi hapa e, jijini Dar es Salaam e, kupitia uongozi wetu wa chama e, kanda ya pwani E, mwenyekiti wa kanda ya Pwani amebeba jukumu hili e, e, ndugu e, Boni maarufu kwa Boni Ai Boniface Jacob, ataandaa na pataandaliwa soka kabambe la mechi e, kati ya vijana Gen Z e, pamoja na wazee wa rika la kati. Itakuwa ni mchezo ambao e, tutashuhudia viongozi mbalimbali mbali, e, katika, e, katika mchezo huo ambao bila shaka utaleta burudani na furaha na kujenga mshak, mshikamano kwa hakika jambo hili litakuwa ni jukwaa la mshikamano wa kijamii, amani na kuiunganisha jamii yetu, pamoja na shughuli nyingine mbalimbali zitakazoratibiwa kulingana na mazingira ya kitaifa na mahitaji mbalimbali e, nchi nzima e, katika mikoa yetu katika, e, katika katika majimbo yetu. Wito wetu kwa taifa, wito wetu kwa taifa, ndugu wa Tanzania wenzangu, maadhimisho haya si sherehe ya kukata keki, ni tamko la kisiasa na kihistoria kwamba demokrasia ya Tanzania haitauzwa, haitanyamazishwa wala haitazikwa kwa damu. Wiki hii ni sehemu ya maandalizi ya mapambano ya mwisho ya kudai katiba ya wananchi, tume huru ya uchaguzi, kukomesha kabisa utamaduni wa utekaji, mauaji ya kisiasa, ukandamizaji wa haki za binadamu. Historia imetuonyesha wazi wazi Chama chenye dola kinaweza kuua. Chama chenye dola kinaweza kunyamazisha watu. Chama chenye dola kinaweza kufanya yote mabaya, ili mradi tu sauti ya haki na kilio cha haki kisisikike, kisi, kisi, kisi, kisi. Lakini chama chenye watu hakiwezi kushindwa milele, na huu ndio ujasiri tulio nao Chadema. Ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema maneno haya. Tuna Mungu, tuna nguvu na tuna watu. Kwa hivyo, tuna kila sababu ya kujitamba na kusema kwa ujasiri kwamba tutashinda katika maadhimisho haya. Katika maadhimisho haya tutaweka rekodi iliyo sawa ya kutamba.